Ndugu zangu karibuni, tusali novena ya Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amina. Novena ya Roho Mtakatifu, siku ya sita. Roho Mtakatifu anatupa nguvu. Nitamwomba Baba naye atawapelekea mfariji mwingine atakayekaa nanyi siku zote. Katika maisha yenu hapa duniani nahitaji mno kitulizo cha Mungu wala si cha viumbe maana kitulizo kinachopatikana kwa viumbe hapa duniani hakidumu, bali kitulizo kitokacho kwa Mungu ni cha kudumu. Roho Mtakatifu ndiye kitulizo chetu cha kweli. Baba ndiye aliyetuumba, Mwana ndiye aliyetukomboa, naye Roho Mtakatifu ndiye aliyetutakasa mioyo yetu na kutufariji. Tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ili tuweze kuishi maisha mema ya Kikristo. Katika juhudi zetu za kumtumikia Mungu, mara nyingi tunakutana na shida, naye Roho Mtakatifu ndiye anayetufariji kwa kutupa nguvu za kupambana na matatizo yote. Maisha yetu hapa duniani yamejaa misalaba, na misalaba hiyo hatuwezi kuichukua kwa nguvu zetu wenyewe. Roho Mtakatifu ndiye anayetupa moyo wa kuvumilia. Basi tumwombe aje atufariji na kutupa nguvu za kuchukua msalaba wetu kwa saburi kila siku. E hey, Yesu Bwana wetu, nakusihi wewe na Baba mtume Roho Mtakatifu atufariji wajalie kitukizo wale wote walio katika taabu na majonzi. E Bwana, tunakuomba tusikie. Ewe Roho Mtakatifu, wafariji wale walio katika taabu na namna zozote, ili waweze kuvumilia kwa saburi mateso yao kwa faida ya roho zao na roho za ndugu zao. E Bwana, tunakuomba tusikie. Wasaidie yatima wajane na wote walioachwa wasikose kupata siku kwa siku mahitaji yao ya lazima. E Bwana, tunakuomba utusikie. Wajalie wale walio walegevu na wakosefu neema ya kuongoka na kurejea hima katika amani ya upendo wako. E Bwana, tunakuomba utusikie. Uwaimarishe wale walio wema uwajalie neema ya kudumu wasilegee katika kutenda mema leo na kesho na siku zote za maisha yao. E Bwana, tunakuomba utusikie. Jalie nguvu za kufuata na, na kudumisha amani ya kweli katika mioyo yetu na kati ya ndugu zetu katika jumuiya zetu za Kikristo. Ee Bwana tunakuomba utusikie. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Na Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tuombe, e Bwana Mungu wetu, nakuomba neema ya Roho Mtakatifu ituangaze akili na mioyo yetu na kutujaza nguvu ya upendo wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu Amin. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako, apende kuwalinda na kubariki, Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.